Mwanangu mpendwa, kama unasikiliza haya, basi najua maisha yanaweza kuwa magumu wakati mwingine, lakini kumbuka, nimekupenda kwa moyo wangu wote tangu siku ya kwanza nilipokuona. Usiwahi kusahau, wewe ni wa thamani. Usiogope kuanguka kwa sababu kuanguka si mwisho, ni sehemu ya kusimama tena ukiwa na nguvu zaidi. Heshimu watu wote lakini usiruhusu mtu yoyote akukanyage. Sikiliza moyo wako, fuata ndoto zako, na omba kila siku, Mungu yupo. Na ukikumbana na giza, kumbuka ndani yako kuna mwanga niliyouacha, mwanga wa upendo wangu ambao haufi kamwe. Endelea mbele, mwanangu, uwe jasiri, uwe mwema, na juu ya yote, usisahau mama yako na kupenda milele.